Amen. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi hii kukukaribisha kwenye maombi ya Paulo na Sila ambayo yanakwenda kufanyika mwezi huu tarehe 29 pale pale kanisani kwa mtumishi wa Mungu Yohana Mwanisenga, Kanisa la Nuru ya Uzima e, Lelini Mwashiba. Mungu akubariki sana. Karibu sana wale ambao mnatamani kushiriki. Make sure unajiandikisha ama unatutafuta. Kwa namba hizo hapo chini na Mungu atakubariki. Kumbuka ni siku moja peke yake, ni siku ya maombi tu, hakuna kitu kingine. Biblia inasema Paulo na Sila walimwomba Mungu na milango ya gereza ikafunguka. Amini usiamini kwamba kile kilichokuzuia usifaulu kitakwenda kukuachilia, ile milango ambayo Shetani ameizuia itakwenda kufunguka by fire by force. So Mungu akubariki sana kumbuka, usije peke yako, kuja kujana Wenzako pia usiwe mchoyo, karibisha na. Nataka kukuambia kwamba tarehe 29 mwezi huu wa tatu, tutakuwa na kongamano kubwa kubwa la kimataifa, kongamano la maombi ya kimataifa, kongamano ambalo litafanyika hapa kanisani kwetu Nuru ya Uzima, Dar es Salaam. Kongamano hili Mungu amenipa ufunuo, ni kongamano litaitwa kongamano la maombi ya Paulo na Sila. Kwa nini maombi ya Paulo na Sila? Biblia nasema Paulo na Sila waliomba kwa imani na milango ya gereza ikafunguka. Maana yake nini? Kwamba Mungu amenipa ufunuo wa kuinua kizazi cha mashujaa wenye imani ya kuomba mpaka majibu yakapatikana bila kutegemea imani ya mtu mwingine. Kwa hiyo nataka katika kongamano hili Mungu ameniambia kwamba liwe kongamano maalum la kuwaunganisha waombaji wote Tanzania na mataifa yote ya ulimwengu. Popote pale unaponisikia wewe, kama ni mwombaji, popote pale unaponisikia sikia sauti hii, umefika wakati wa Mungu kuinua kizazi cha waombaji, waombaji ambao hawatategemea vi, vitu vyovyote katika imani yao watategemea nguvu ya imani katika kuomba na kuleta matokeo katika ulimwengu wa roho yatakayoonekana katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa wa tatu tutakuwa na kongamano ambalo litaitwa kongamano la maombi ya Paulo na Sila. Ni kongamano ambalo litakuwa kongamano la siku moja tu, Jumamosi ya tarehe ishirini na tisa. Kwayo nichukue nafasi hii kutoa wito ama kuwaalika waombaji wote kutoka makanisa yote. Mungu ameniambia wa niwakusanye waombaji wote kutoka makanisa yote, niwaeleze kitu ambacho Mungu amenituma kwao ili waweze kuinua kizazi kingine ndani yao. Sasa wewe ambaye uko Kenya, uko Rwanda, uko Burundi, uko taifa lolote mahali ambapo unataka Mungu akusaidie, unataka kuja kuhudhuria kongamano hili, basi utanipigia simu kwa namba hizo hapo chini, nikupe utaratibu. Kongamano la maombi ya Paulo na Sila ni kongamano ambalo litasababisha miamba kupasuka, minyororo kukatika na vifungo vya wote vitawaachia huru. Kwa hiyo kama una magonjwa sugu kama una mateso ambayo umezunguka kwa wachungaji na watumishi wengi umeombewa, ujapona, njoo kwenye maombi ya Paulo na Sila. Ni maombi ambayo Mungu atakupa uwezo mwenyewe wa kuomba kwa imani mpaka kufunguliwa vifungo ambavyo uko navyo, nami nikikuongoza hatua za imani.